Baada ya Young Africans kumalizana na Williet de Benguela ya Angola, kituo kinachofuata ni Malawi, wanakwenda kukutana na Silver Strikers. Sasa session hii tunaangalia uh, kuhusu Silver Strikers. Hawa Silver Strikers Strikers ni akina nani, ukubwa wao uko vipi, ni timu yenye experience ipi kimataifa na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo karibu sana hapa, tunakwenda kuangalia hawa Silver Strikers kwa ujumla wake, lakini ni kukumbusha kwamba Silver Strikers mpaka wanafika katika mzunguko huu wa pili wa hatua ya awali uh, mzunguko uliopita wamewatoa Elgeco Plus kutoka uh, kule Madagascar, ambao mchezo wa kwanza walitoshana saa, walitoshana nguvu kwa sare ya bao moja kwa moja, mechi ambayo ilichezwa uwanja wa Cote d'Or katika taifa la Mauritius. Uh, na mechi ya pili ilichezwa katika uwanja wa Bingu Mutharika International katika mji wa Lilongwe, Malawi na walitoshana nguvu ya, saa, ya suluhu kwa maana ya bila kufungana. Kwa hivyo Silver Strikers wamekwenda hatua inayofuata baada ya aggregate ya goli lile goli mo, uh, moja kwa moja, lakini wao walifunga goli ugenini So Young Africans tunafahamu kwamba mmetoa Wiliet de Benguela kwa jumla ya mabao matano kwa sifuri. Sasa miamba hii miwili inakwenda kukutana. Timu hizi mbili zinapakana, yani mataifa yake ni jirani. Yes, Malawi na Tanzania, kwa hiyo safari haitakuwa ndefu sana. Pengine uh, mashabiki wengi wa Young Africans watakwenda Malawi kwa ajili ya kwenda kucheza na Silver Strikers. Uh, Silver Strikers ni timu ya aina gani na ukubwa wake uko vipi? Silver Strikers kimsingi ni miongoni mwa timu kubwa ndani ya taifa la Malawi sifahamike, yes, hivyo uh, unapozungumzia Malawi, kwa miaka na miaka timu yao imara zaidi, timu kubwa zaidi ndani ya Malawi ni Nyasa Big Bullets. Yes, hawa ndo godfather wa kandanda ya Malawi kwa sababu wenyewe wameshachukua hadi ubingwa Malawi mara kumi na saba Yes, wanawafuata ndo hao wengine kina Silver Strikers ambao anashika nafasi ya pili wamechukua mara tisa, alafu wanafuata wengine wa ambao ni Mighty Mukuru Wanderers. Kwa hiyo uh, hi, hi Big Bullet ndo timu kubwa zaidi, na tunapozungumzia uh, Silver Strikers, hawa ni, ni timu inayotoa changamoto sana kwa hizi nyingine kama na Big Bullet na timu nyingine, lakini kandanda ya Malawi kandanda ya Malawi timu zenye nguvu kubwa zaidi zenye power ya mashabiki yani zina support, yani kimsingi ndo Simba na, na Yanga yao kwa muktadha wa Kitanzania, yaani zile timu mbili heavyweight zaidi ni uh, Nyasa Big Bullet uh, pamoja na Might Mukura Wanderers. Yes, hizi timu mbili Might Wanderers ambao wanajita the nomads na hawa Nyasa Big Bullets ambao wanajiita the people's team au maule, jina la, la timu hizi. Ndo timu ambazo zina nguvu na ndo zinatokea katika mji wa kibiashara wa Malawi ambao wenyewe unaitwa Blantyre kiasi hili yes, ndo jiji la kibiashara zaidi. Sasa hawa Silver Strikers kwa mafanikio, ukiacha Nyasa Big Bullet, wanafuata Silver Strikers kwa mafanikio, hawa wapinzani wa Yanga, lakini wenyewe hawatokei katika mji wa Blantyre. Hawatokei katika mji wa kibiashara wa nchi, wanatokea makao makuu ya nchi ambako ni Lilongwe ndo makao makuu ya nchi ya Malawi. Kwa hiyo uh, Blantyre Dabi ni ile ambayo inakutanisha Nyasa Big Bullet na uh, Might Wanderers. Na ni mechi kubwa kwelikweli, unajaza full house uwanja wa Kamuzu Banda ule unajaa full house pale Blantaya. Lakini hawa Silver wapinzani wa Yanga wenyewe hawatoke Lilongwe. Kule Lilongwe ndo kuna uwanja mkubwa zaidi ndani ya taifa la Malawi ambao wanaitwa Bingu, yes, Bingu International Stadium. Huu uwanja uh, uko Lilongwe, ndo uwanja wao pia wa timu ya taifa wanaotegemea hata mechi za kimataifa wamekuwa wakiutumia huo uwanja kwa maana timu za pale Malawi. So Silver Strikers watawakaribisha Yanga katika huo uwanja wa Bingu International Stadium. Silver Strikers nimezungumzia kwamba ndio timu inayoshika nafasi ya pili kwa mafanikio nyuma ya Nyasa Big Bullet, lakini sio timu yenye yenye big numbers ya mashabiki. Of course, kwa kule Lilongwe ina, ina mashabiki wake kwa Lilongwe. Ingawa sio fan base kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu uh, unapozungumzia Nyasa Big Bullet, unapozungumzia Mighty Wanderers, unazungumzia timu za watu. Unapozungumzia Silver Strikers, unazungumzia timu ya taasisi. Hii ni timu ya taasisi. Ilianzishwa miaka mingi tu tangu miaka 1970 huko 77, lakini ni timu ambayo iko chini ya benki ya Malawi, benki kuu ya Malawi. Yes, yani kwa mazingira ya Tanzania hapa tunasema timu ya BOT benki kuu ya Tanzania. Kwa hiyo hawa uh, benki kuu ya Malawi ndio ambayo inadhamini hii timu ndiyo, kimsingi, ndio inamiliki hii timu ya Silver Strikers. Kwa hiyo wenyewe wana nguvu, kwa sababu nyuma yao kuna uh, fedha nyingi sana, uh, wana ubora, wana wachezaji wengi wazuri, tutakuja kuangalia hapa baadhi ya wachezaji wao wazuri, lakini haina big numbers ya mashabiki kwa sababu ya u, u, ule umiliki wake hizi timu za taasisi Afrika nzima eh, ni timu ambazo mara chache sana kukuta zina namba kubwa ya mashabiki, lakini most of them unakuta za kawaida tu hizi za za taasisi, lakini zile za watu ambao zipo kwenye mazingira fulani ya watu unakuta zina nguvu. Kwa mfano hata hata ukenda Malawi, ukienda Malawi, ukenda Malawi, uh, ukenda Zambia, kumradhi kumradhi, ukenda Zambia timu zenye za mashabiki wengi ni Nkana Red Devils na Power Dynamos. Ukenda kuangalia hizi timu kama Zesco ya shirika la umeme Tanesco yao ukenda kuangalia sio za nako zile zina mashabiki lakini sio wakubwa kama hizi nyingine za watu. Ukenda Uganda kwa mfano, natoa tu hiyo mifano kwa haraka. Ukenda Uganda, zipo timu zinafanya vizuri muda mrefu kama KCCA inafanya vizuri sana. Vipers inafanya vizuri lakini Vipers ni timu ya mtu iko chini ya shule zake. Uh, KCCA ni timu ya manispaa. URA ni timu ya muda mrefu inafanya vizuri lakini ni timu ya, uh, TRA yao. Timu zenye nguvu ya mashabiki ni hizi Sports Club Villa Express, hizi ni timu zao kabisa mashabiki. Kwa hiyo nasema hivyo ili nipate, upate picha kubwa zaidi ya kunielewa ninavyomaanisha. Nyasa Big Bullet, uh, pamoja ukilinganisha na hawa, Silver Strikers. Nyasa Big Bullet wanajita People's Team, timu ya watu, kwa sababu wenyewe wanajua kwamba hii ndio timu ya Wanyasa. Wanyasa ndio hawa Malawi, Nyasa Land. Kwa kwa hiyo wanaamini hii ndio timu yao. Sasa experience iko vipi kwa Silver Strikers hususan kimataifa na mazingira na, na Silver Strikers, uh, ya namna hiyo? Hawajawahi kufika group stage ya michuano ya kimataifa. Sio tu Silver Strikers, timu za Malawi zimekuwa ziki struggle kwenda hatua ya makundi miaka dahari. Lakini iliwahi kutokea mwaka mmoja tu, mwaka mmoja tu timu ya Malawi iliwahi kufika group stage, na yenyewe ilimaliza nafasi ya mwisho katika kundi hilo, maana yake haikufanikiwa kwenda hatua inayofuata. Hawa ni Nyasa Big Bullets, wakati huo walikuwa wanajiita Bakili Bullets. Ndio tunajua Nyasa Big Bullet imepitia majina mengi. Yes, kwa hiyo ilishawahi kuitwa Bata Bullets, ilishawahi kuitwa Bakili Bullets, na mpaka sasa hivi wanaitwa Nyasa Big Bullets. Kwa hiyo wamepitia majina mengi tu hapo ndani yake. Sasa Nyasa Big Bullet mwaka elfu mbili na nne ligi ya mabingwa afrika waliwahi kufika hatua ya makundi sasa hii ndio timu kio ndio timu yao kubwa zaidi ndani ya malawi na mwaka mmoja tu walifika group stage mwaka 2004. so hawajarudi tena katika hizo hatua timu zao hawa malawi uh, na sasa kabla sienda kwenye timu za malawi kwa ujumla kwenye CAF kwa, kwa nyasa Big Bullet. Sasa hivi Nyasa imepungua makali Of course, kwa, kwa sasa tunapozungumzia wanaongoza ligi wamerudi tena on the top of the table, lakini msimu uliopita Silver Strikers ndo walikuwa mabingwa wa ligi ya Malawi. Nyasa Big Bullet ilichukua ubingwa mara tano mfululizo kabla ya Silver Strikers kuchukua 2024. Wamechukua miaka mitano mfululizo huko nyuma. Katika hii miaka mitano ambayo Nyasa Big Bullet, Big Bullet wamechukua, ndio muda ambao alikuwa na kocha mmoja hatari sana anaitwa Kalisto Pasua. Kalisto Pasua amefundisha Nyasa kwa mafanikio makubwa, ndani ile domestic leagues amekuwa akifanya vizuri, lakini kwenye kimataifa huko kumekuwa kwa kumsumbua. Tutakumbuka misimu miwili mitatu nyuma iliyopita, waliwahi kucheza na Simba ya Tanzania na walipoteza mechi zote mbili ya nyumbani na ugenini. Yule kocha alikuwa ni Kalisto Pasua. Sasa msimu uliopita kocha Kalisto alichukuliwa na shirikisho la soka la Malawi aende kufundisha timu ya taifa ya Malawi, The Flames. Timu ya taifa ndiyo yupo kwa sasa Kalisto Pasua. Kwa hiyo wenyewe Big Bullet msimu uliopita wame struggle, wameshindwa kubeba ubingwa mbele ya, ya, ya wapinzani wao ambao ni Silver Strikers. So Silver Strikers mazingira yao yako hivyo. Timu hizi za Malawi zimekuwa zikipata wakati mgumu sana wanapokutana na timu za Tanzania. Timu za Tanzania zimeacha daraja kubwa sana hizi timu za Malawi. So ukiangalia hawa Silver Strikers, wenyewe wako nyuma ya nyasa big bullets kwa ubora, lakini wameshindwa amini, lakini uh, usitarajie kuwaona wakifanya wonders kubwa kwenda hatua inayofuata licha ya kuwa na wachezaji wengi wazuri kwenye kikosi chao. Miongoni mwa top players ambao binafsi nawahusudu wahusudu kweli kweli, na nishawe ku declare, nishawe kusema hata kwenye mtandao wa kijamii nishawe ku post uh, nimekuwa nikifuatilia ligi ya Malawi. Mmoja wa watu ambao nawakubali mno ni Uchizi Vunga. Uchizi Vunga namba nane yao, jamaa anajua mpira, tutamuona. Tusiandikie sana maneno mengi, tusiandikie sana mate, na a good thing ni kwamba niliangalia mechi zote mbili yani mechi ambayo walicheza uh, Silver Strikers dhidi ya Elgeco Plus, ili ya Madagascar ambao alitosha na sare. Nimeangalia ni, ni ni me pia mechi hii ya pili ambayo alichezwa Bingu Mutharika, na yenyewe pia uh, nimeiangalia. Huyo uvunga chizi uchizi vunga amecheza kwenye kiwango cha juu kabisa. Ni kiungo wao msumbufu kweli kweli, kwe kwe kwe kwe. Amepaka bridge hivi kwa hiyo Watanzania Mtamuona wenyewe jana, nilijaribu kumtania, uh, mshikaji wangu Azizi Ndabwire. Nilimwambia Azizi Ndabwire, hongera umeshinda, lakini jiangalie mbele, kuna uchizi vunga, moja ya viungo hatari. Ni raia wa Malawi na ni raia ambaye amekuwa kwenye kiko, ni, ni mchezaji ambaye amekuwa kiunda pia kikosa cha The Frames timu ya taifa ya Malawi. Ni moja ya wachezaji wazuri. Na katika tuzo za msimu uliopita ligi kuu ya Malawi, tuzo za mwaka 2024 alishinda tuzo huyu ya kuwa best midfielder. Na binafsi nilitegemea pia angeweza kushinda tuzo ya MVP wa Malawi, isipokuwa tuzo ya MVP wa Malawi ikaenda kwa golikipa George Chikoka, golikipa ambaye amekuwa na kiwango bora sana msimu uliopita na alifanya clean sheets kumi na nane Huyu ndio golikipa clean sheets kumi na nane Yes, wa, wa, wa Silver Strikers zilitosha kwa wao kumpa uh, u mvp MVP wa ligi kuu ya Malawi, na amevunja rekodi kwa sababu ameweka, tuseme ameweka rekodi kwa sababu ndio kwa mara ya kwanza ligi kuu ya Malawi imetoa MVP golikipa, just imagine. Kwa hiyo uh, huyo golikipa na mwenyewe pia ni miongoni mwa silaha yao bora. Kocha wao ni raia wa pale pale Malawi, anaitwa uh, Edson Kadenge Yes, ni kocha ambaye ana experience, ameshapita kwenye timu nyingi, lakini this time around yupo kwenye kikosi cha Silver Strikers na mwenyewe pia hajawahi kuwa na mafanikio ya kufika mbali kwenye michuano ya kimataifa hii, yes, kwenye ngazi ya klabu, hata wakati ambao alikuwa assistant pia kwenye timu ya taifa, hakuwahi kufika kwenye daraja hilo la juu. Kwa hiyo ni mfupa fulani hivi ambao unawezekanika. So, hao ndio, big, hao ndio, ndio uh, Silver Strikers. Ni timu ambayo imejipambanua ni timu ambayo Uh, mara ya mishokchua kumina... no, wale, wale ubingwa lia a a yani, mwaka moja, wanacheza ligi yao tofauti na 2024 2025. Wao wanacheza 2024 alafu 2025, huo ni msimu mwingine hiyo no yes, yeah, yeah, yeah, yeah, ni hao, Silver Strikers ambao wanakwenda kukutana na Yanga na mechi itapigwa Oktoba 17. Hiyo mechi ya kwanza itachezwa Oktoba 17, Silver Strikers watakuwa nyumbani Bingu International Stadium ndani ya Lilongwe ambako ndo mji wao, na mechi ya pili itachezwa Oktoba 27, itakuja kuchezewa Tanzania, sasa Yanga akiwa nyumbani uwanja wa Mkapa. Kwa hiyo mazingira ndio yako hivyo. So far, na hao ndio Silver Strikers tumewaangalia kiundani zaidi. Sasa, sessions zinazofuata zinazofuata kwa mbele pia tutakwenda kuangalia, uh, mechi. Yaani tutakwenda kuangalia mechi. Hapo tumeangalia mazingira ya juu ya Silver Strikers, lakini tutakwenda kuangalia mechi. Maeneo gani wale jamani, threat kitaalamu wapi ni hatari, wapi sio hatari, daraja lao dhidi ya Africans mambo yatakuwa vipi? Hiyo ni session ambayo inafuata hapo mbele, lakini kwa sasa tunaishia katika session hii ya kufahamu tu profile, wasifu wa hii timu ya Silver Strikers. Lakini tumepata faida pia, tumeangalia na Malawi kwa ujumla wa football yao kwa pale Malawi na mazingira yalivyo na ukubwa wa timu zao katika michuano ya kimataifa kama CAF, lakini pia Uh, status yao when it comes timu za Tanzania, mazingira yanakuwa vipi? Wachezaji wao jua ligi ya Malawi licha kwamba ndani na ushindani mkubwa sana na watu wa Malawi wanapenda mpira, wanajitokeza sana uwanjani, lakini katika mechi katika, uh, upinzani, katika uh, eneo la kimataifa bado wana struggle, hawafanyi vizuri, na licha tu yako struggle hata wachezaji wao wamekuwa uh, hawapati sana malisho kwa hapa nyumbani, maeneo mengi wanauza wachezaji, wanapeleka maeneo mengi tu. Hata mara ya mwisho Duncan Nyoni alikuja hapa kucheza Simba, alikuja Peter Banda kucheza Simba, lakini uh, msimu uliopita pia angeweza kuja Clement Nyondo mfungaji bora 2023 angeweza kuja kucheza na Mungo, lakini deal ikawa imecollapse, haikutokea. So hayo, uh, ndo, uh, mazingira ya Malawi naamini kuna kitu kikubwa sana atakuwa umekipata, lakini kwa mtazamo wako, weka comment, comment section hapo, comment katika comment section hapo. Tutaangalia. Ikumbukwe, e, mshindi wa matokeo ya jumla wa mchezo huo wa Young Africans na Silver Strikers atakwenda moja kwa moja katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, na huko tutakwenda kuangalia vitu vingi sana endapo uh, Young Africans hususan wakienda katika hilo eneo, kwa sababu ndo timu ambayo inatuhusu huku nyumbani, lakini kwa Silver Strikers wakienda pengine, uh, tusijikite kwa undani zaidi kuangalia. Kwa hiyo uh, ifahamike hivyo kwamba Young Africans na Silver Strikers, matokeo ya jumla, hakuna tena kukutana na mpinzani mwingine hapana, hapo ni group stage moja kwa moja CAF Champions League. Je, unaona Young Africans wakienda huko au unaonaje? comment hapo, lakini usisahau kosubscribe. Na hii nimzinga Sports.